Na kupa salamu zako popote kunisikia. Yepi makazi yako? Wala sijayatambua. Hili hapa jiwe lako ulipona kutumia. Pesa tukuite nani? Adui au rafiki? masikini kwako mwiko, bali umewakimbia. Wanaokota makopo wewe kukukaribia, yatima pia si wako, wazazi wamejifia. Pesa tukuite nani, adui au rafiki? Watu wapiga kelele kwa usiku na mchana, hata ile amchele uendi kuwatazama. Rafiki zako ni wale wanokesha kila zama. Pesa tukuite nani, adui adui au rafiki? hupigwa vigelegele kama utaonekana, akaozwa mwana kele, thamani chungu nzima hawatojali wavyele, mwana kufanywa hadima. Pesa tukuite nani, adui au u rafiki? nah. alikataliwachere kumuoa mwanajuma kisa hujaka mbele kazi ye mfu wa vyuma yeah, kaozeshwa wa kibele kisa wewe umesema. Pesa tukuite nani? Adui au rafiki? uyachochea machafu Mola yamkasirishe, mtoto wa mzesefu masomo umkatishe, kafada mukosefu mimba tumboni awishwe. Pesa tukuite nani? Adui au rafiki? Juma umwambie nini? Amekufata Ulaya ameshabadili dini kurudi aona haya baba yeyutabani via tukafunga waya pesa, tukuite nani? Adui au rafiki Mashekhe huza dini bila ya kufikiria, elimu zao kichwani ushindwa kuzitumia, wakioneshwa machoni wewe huku kibilia. pesa tukuite nani, adui au rafiki? ndugu unatenganisha, na mwisho hawazikani, nafusi wabadilisha ukingia mkononi, rafiki wagombanisha. Kwanini wewe jamani, pesa tukuite nani, adui au rafiki? Kikweli nathibitisha maendeleo ya dini, madarasa huboresha ukiwemo ufukoni, ndo hapa nazihirisha, husalitiwi kwa nini? Pesa tukuite nani, adui au rafiki? Watoto umevamia umewapanda kichwani wanashindwa kuelewa kuwakwa kwa mtihani wewe hukufikiria wala hakuna wathani pesa tukuite nani, adui au rafiki mimi navyo kujua tangu natoka tumboni, bwana wewe watumiwa si chake si Marekani, ndo nashindwa yeah kuamua ni kuite jina gani? pesa tukuite nani, adui au rafiki? Tama nimejishikia hapa, niko mashakani, shairi na malizia, sijaupata undani, kwa unayotufanyia, sijui tukuite nani? Pesa tukuite nani, adui au rafiki?